Kundi moja la vijana katika kaunti ya Nyeri linaitaka tume ya uchaguzi nchini IEBC kupeleka huduma za usajili karibu na wananchi likisema zoezi hilo halijaweza kuwafikia watu wengi haswa walio vijijini. Wakizungumza wakiwa katika soko la Karatina, vijana hao walio chini ya muungano wa sauti mpya Gen Z movement wanasema vijana wengi hawana kazi na hivyo ni vigumu kwa wao kufika kwenye vituo vya kusajili vilivyo mbali. Sasa hii hapa tuko Karatina na kuna ward inaitwa Moyo ward. From here to there it's 100 bob. Mi nataka kuomba IBC vile watapeleka polling station kwa kila village, wapeleke vituo za kuregister kura za mayuth kwa kila village, kazi ya MCA, kazi ya MP, kazi ya governor na na jinsi ambazo tunaweza criticize the government kama conduct their mandate jinsi inavyofaa. Leo kama vijana tuko wengi, tulikuwa tuna expect vijana mia tatu lakini wenye wamefika ni 113 na bado wanaendelea kufanya kazi na wako huku kwa Karatina, wanaenda kwa kila kila mfanyabiashara na kila kila mwanarika na kila baba zetu wakiwaambia umuhimu wa kujua mambo ambayo wanaendelea nchini yetu.